Hii ndio setting muhimu sana ambayo ma professional photographer huwa wanaitumia na hii huwa inawasaidia sana kupata picha au video ambayo imenyeoka na katika upande wa rangi. Ana setting yenyewe ambayo ni muhimu sana ambayo ukifahamu kama beginner au kama mtu ambaye una, una unafanya kazi ya production kwenye picha au video ni setting ambayo inaitwa Kelvin au watu wengine wanapenda kuita white balance. Ukijua kutumia hii setting vizuri kwenye kamera yako, kwanza kabisa itakupa rangi nzuri, rangi yenye muonekano, lakini pia Uh, video yako itakuwa wakati unaje kutengeneza kala itakuwa haitakusumbua ikiwa na white balance ambayo ni sahihi, lakini kama kwa mfano ukiweka white balance ambayo imezidi, tuashumu labda kama umeweka namba za juu ya 1899 video yako itakuwa nyekundu. Kwa kama video ikiwa nyekundu, kitakachotokea ni kwamba hautapata uh, kala nzuri, wakati ambao wakati unakuja kuedit. Lakini pia ukitengeneza ukiweka white balance ambao ni iko chini sana, labda elfu tatu au elfu ngapi, kulingana na maeneo ambayo upo na natu hata ambazo unatumia inafanyaje? Inakufanya uweze kushuti video ambayo inakala mbaya, au unaweza inakufanya uweze kupata kala mbaya katika video zako. Kwa hiyo hii ndio setting muhimu ambayo wa mafotografa wote na mavideografa woga wanaitumia kwenye kazi zao ili kuweza kupata kala nzuri katika picha na video pia.